Je, unajua kwamba binadamu wa kawaida huwa anatumia asilimia saba mpaka asilimia kumi na tano ya akili yake mpaka siku anaingia kaburini? Unajua hilo? Kama unajua hilo chukua. Ndugu zangu, binadamu tumepewa akili nyingi sana ambayo ina uwezo kufanya vitu vikubwa. Vitu vyote ambavyo tunavyoona duniani ambavyo sio viumbe hai, maana viumbe hai vimeumbwa na Mungu. Hivi ambavyo sio viumbe hai kama majengo mashini mbalimbali, aa mbali, mpaka tuna kitu na human cloning, yani binadamu kashafikia uwezo wa taa kumtengeneza. Eh, kama leo tunaweza kupata viungo bandia vya mli yetu vaubmia asilimia saba mpaka, ya kiliyake, mpaka na na kumi na jamaa na akili Kumbe katumia tu asilimia asilimia zake kumi na moja kumi na mbili tafiti ndo zinavyoonyesha na unaweza kama kufuatilia ukaona. Nataka nikwambie kitu kimoja, ndugu yangu, una akili nyingi sana wewe, mwanafunzi ambaye unasoma level yoyote ile, amini kwamba una akili, ni vile tu uamua ku activate akili yako kuiamsha. Yani siku utakapoamua kuiamsha na ukaamua kuifuatilia na kutumia akili yako, trust me, utakwenda kujua vitu vingi sana. Hebu nikupe mfano tu mwepesi mmoja. Watu wengi wanaamini kwamba kompyuta ina uwezo mkubwa una akili kuliko hiyo kompyuta. Kompyuta pia ni akili ya mtu. Tuamini kwamba sisi tuna akili zaidi ya ile kompyuta, ni sehemu tu kidogo ya akili ya mtu fikiria. Kwa hiyo, leo, amini kwamba una akili nyingi na ukiamua kuitumia ukaaktiveti akili yako, basi utafika mbali, kwa sababu una uwezo mkubwa sana wa akili. Vipi vipi siku mtu akiamua kwenda mpaka 20? Akili zetu zina uwezo wa kufanya chochote duniani. Binadamu anapofanya kitu zaidi ya 15% huwa tunasema kafanya miujiza. Kuna miujiza sawa, lakini kuna vingine ni akili, ni level fulani, kwa sababu kuna baadhi ya watu hasa China, wale watu ambao wamesoma sana ile elimu ya meditation. Akili ina uwezo mkubwa sana, ukiamua kutumia akili yako unaweza kufanya vitu vya ajabu sana duniani, watu wakakushinda kukuelewa, lakini ni level ya akili. Kwa sababu watu unaweza kutumia akili yako pia ukaiona kesho, ndio maana kuna watu wanafanya meditation at anakwenda mbali nawazo. Viumbe kama vile majini yenyewe yanatumia akili zaidi ya sisi za kwetu. Haiwezekani, jamaa anapoteaje? Anatokeaje? Kumbe inawezekana speed inakuaje? Amini kwamba hadi maumivu, unaposikia maumivu, hiyo ni level ya akili yako. Kuna mtu maumivu hayasikii, wewe unayasikia. Kilicho tofautisha pale ni uwezo wa akili. Basi, kwa hiyo, akili yako ili iweze kufanya kazi, hebu itumie, ipe kazi ya kufanya. Unaelewa? Yaani akili yako iamshe ukiwa umelala. Akili zetu zipo kama volcano. Volcano ziko za aina tatu, wala wa geography, mtanielewa Volcano inaweza kuwa ni active kwa maana inayofanya kazi, volcano hai. Tuna volcano iliyolala tunaita sleeping volcano, dormant. Tuna volcano inayoitwa dead volcano, au volcano mfu hivi. Kwa hiyo akili yako ukiamua kuiacha ikatulia, ikalala, isifanye kazi, kwa maana isifikirie, inasinzia, hiyo ndio inaitwa dormant. Ikisha sinzia kwa muda mrefu, baadaye inakufa, ikifa inakuwa dead kwa ndio maana mwisho wa siku utakuta mtu anatumia asilimia zake nane, asilimia tisa, asilimia kumi. Anaanza tu vitu vya kawaida. Lakini ukiweza kuruhusu akili yako ifikirie sana. Ndio maana naswali nakwambia shida ni mgunduzi. Kwa sababu gani? Ukiwa na shida unawaza sana kwa sababu ukishawaza sana unapata shauri na unapata kile ambacho ulikuwa uzi ukipata. Ndio maana nasema shida ni mgunduzi kwa sababu mtatawaza sana. Kwa hiyo ndugu yangu, kwanza leo nakwambia itumie akili yako ina majibu ya kila maswali. Itumie akili yako vizuri ina majibu ya kila swali. Acha kukaa na kulalamika watu wengi, hasa wasomi. Mimi nalia na wasomi hapa, wasomi wengi wanakaa na kulalamika. Oh, hicho kipo sawa. Ukimuuliza sasa nini kinatakiwa kufanyike ili kiwe sawa? Wengi majibu hawana. Tunajua tu kulalamika. Tuache kulalamika, tufikirie kwenye akili zetu, tuje na majibu. Tusilaumu sana viongozi. Unaweza kuamua kuacha viongozi na kuishi maisha yako. Yaani, kwa mfano leo wewe una hela, ukaamua kwenda kutafuta zako hela. Unahitaji kumtafuta, unahitaji kiongozi. Utasikia huo mfumo. Achana na mfumo. Wewe ingia zako shambani kama ni shambani, kama ni mjini, kama ni wapi, nenda fikiria cha kufanya, utapata majibu mazuri. Kuna watu wana serikali ngumu tofauti hata na serikali ambazo tunazungumzia kila muda, lakini wameamua kuacha kulalamika, wameamua kusinki na kwenda chini kufikiria dawa na ufumbuzi wa matatizo yao. Tuache kufikiria, tuache kulalamika. Watu wengi tukaanza kufikiria solution, tukaanza kutumia akili zetu vizuri, tutatoka kwenye asilimia saba tutakwenda kwenye kumi. Kwa hiyo kwenye kumi tutakwenda kwenye ishirini, thalathini. Mshawishi kupata majibu mengi na mazuri, ambayo angeweza kutusaidia tufikirie, kuliko kulalamika.